Hizi ni game kumi, ni game kumi zenye total odds arobaini na saba, lakini game hizi inabidi lazima ukibetezim, kwanza unaloo ngumu na ujikaze. Ni game ngumu sana, lakini umeamua kuzichekecha ni ngumu. Ngumu kweli kweli. Hizi game ziko kumi na zina option tofauti tofauti, lakini kikubwa tu hakikisha umesubscribe, umeshare, umelike na comment ili mambo yaweze kuenda poa zaidi hizi game nimeweka katika option tofauti tofauti tukianza na game ya kwanza ni German Bundesliga ikiwa na game ya Frankfurt vs Stuttgart na kushinda yoyote double chance aweze kushinda yoyote yaani, na odds ni moja pointi tatu moja tano hii ni game ya kwanza na game ya pili ambayo tumeiweka ni hiyo ni game ya AC Saint vs PSG ambayo tumeweza kumpa PSG aweze kupata kona sita. Yani, PSG kama PSG aweze kupata kona sita mwenye, na odds ni moja point hamsini na tatu. Hiyo ni game ya pili na ya tatu ni Czech Republic Fortuna Liga. Ni game ya do Dukla Paraguay vs Slavia Paraguay, titi tumaomba Paraguay aweze kushinda katika kipindi cha kwanza na odds ni moja point sita mbili na game nyingine tena ni, ni Germany to Bundesliga game ya Helza vs Kaiserslautern cif, tumeomba upa over 2.5 goals na odds ni 1.60. Game ikienda vizuri ni sawa, nimeomba magoli matatu. Na game nyingine ni Netherlands vs Oman. Ni game ya Azark Maris PSV ni Heaven. Tips hii nimeweza kuomba over 3 goals na odds ni 1.63. Ikienda poa na yenyewe itakuwa safi. Na game nyingine ni Nole Tesselin ikiwa eh. Na game ya Fredrikstad vs Blan, tips ni member Blan ashinde au draw na odds ni 1.317. Game hii ikienda vizuri, na yenyewe itakuwa fresh. Game nyingine ni Portugal Primeira Liga ambayo ni game ya Estrela da Amadora vs Sporting CP na tips tumeomba over 2 goals na goals moja, odds ni 1.2 1.32. Na game nyingine ni Switzerland Super League itakayokuwa na game ya Young Boys vs St. Gallen na tips tumeomba over 2 goals, yaani magoli mawili, na odds ni moja 1.185 moja nane tano Game nyingine tena ni football Ukraine Premier League, ni game ya Obolon Kyiv vs si Shakhtar Donetsk, tuseme tu Shakhtar Donetsk hivyo hivyo, na game yetu tumeomba over 2 goals <sighs> over 2 goals na odds tumeweka 1.456. Hiyo ni game nyingine, na game nyingine na ya mwisho ambayo ni Welsh Premier League ni game hapa kwenye Penybont vs TNS, yani the new saint, game hii tumeweza kuomba over 3 goals na yenyewe na 1.88, na, na total odds iko 45.93. Tumeweza ku stake shilingi elfu hamsini yani hii game paka umekaza low, kaza low, tutacheza game za hivi na ndio maana inaweza na hizi taga craze game, na leo ndo tuishie tu hapo, game hizo ambazo nimeamua kuziweka, nimerekodi kutumia simu screen recorder kwa sababu leo kidogo nilikuwa siko vizuri, kwanza na mafua, pili pia na kama homa kali hivi, lakini tutabidi ta, ta, ta, ta, tufike kwa wataalamu wa afya ili mambo yaweze kwenda sawa. Ndio maana leo nimerekodia kwa simu. Kwa hiyo usijali, naamini tutakuwa tuko pamoja, tutaendelea kufanya vitu vizuri zaidi ya hivi. Tukutane tu hapo baadaye, tusubirie matokeo, tuone mambo yatakuwaje. Kikubwa tu hakikisha umesubscribe, umeshare, ume umelike and comment, ili mambo yaweze kwenda poa kabisa.